Wiz Khalifa na Amber Rose waliachana kwa talaka, lakini linapokuja swala la mtoto wao Sebastian, huweka pembeni tofauti zao. Jumapili iliyomalizika, mastaa hao waliojumuika uh, pamoja ya kusherehekea siku ya kuzaliwa ya mtoto wao wa kiume aitwaye uh, Sebastian mwenye umri wa miaka minne. Sherehe hiyo ilihudhuriwa na mastaa tupu, ilikuwa na theme ya katuni za PJ Masks za Disney Junior mastaa hawa walioachana Septemba 2014 baada ya kudumu kwenye ndoa kwa mwaka mmoja, walikuwa wamevalia kama Batgirl kwa maana ya Amber Rose. Uh, Wiz khalifa alikuwa amevaa kama Batman. Chanzo kimoja kiliwambia mtandao wa US Weekly kuwa licha ya kuonekana na furaha tele hawajarudiana. Rafiki wa Amber Rose, uh, Black China na mwanaye wa kiume King Cairo ambaye alimzaa na rapa Tiger naye alikuwepo kushuhudia sherehe hiyo. Rose na Khalifa wamesherekea siku ya kuzaliwa ya Sebastian wiki moja baada ya kuonekana wakibusiana kwenye hafla moja ya kabla ya tuzo za Grammy na kusababisha minong'ono kuwa wamerudiana, lakini Amber Rose bado amezidi kusisitiza kwamba talaka yao iko pale pale, pale, wameachana, lakini bado wanaendelea kuwa familia milele kwa sababu mtoto wao wa Sebastian anawaunganisha daima, kwa sababu hata kama wameachana inapotokea shughuli kama hizi uh, mtoto anapokuwa anasherekea siku yake ya kuzaliwa, basi wanakuwepo pia wao kuweza kusherekea na kufurahia. Picha zinaonekana wakiwa na furaha kubwa, na vilevile watoto vile wa Didi, wale mapacha PDD, na wenyewe walikuwepo. Kwa hiyo ilikuwa ni sherehe ambayo ilihudhuriwa na mastaki bao la Maodom pia alikuwepo na wengine wengine. Ilikuwa ni sherehe ambayo um, mtoto alijiachia sana, alifurahi sana, na kuna wakati akawa amechorwa kama joka wa filamu ya Batman.